Hatutaki kuona vitu vya rohoni, kwamba kuna nini mbele yetu, Mungu anataka tufanye nini. Lakini tukaona ombi letu la nne, kuomba neema na kibali. Umeomba Mungu atupe neema na kibali kuona mwaka mwingine, na sasa tumeuona kwa neema yake, lakini pia kuomba kibali, Mungu aendelee kuachilia kibali kwenye maisha yetu tunavyoendelea kuishi hapa duniani. Lakini kikibali pia nikakichanganua kwenye maeneo manne, nasema kibali cha kuonekana kibali cha kusikilizwa kibali cha kuaminika na kibali cha kuongezeka, kibali cha kuongezeka. Ombi letu la tano, ombi letu la tano nikasema kumwomba Mungu akupe neno la kutembea nalo mwaka mwingine. Kwa hiyo huu mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita, pata neno la kutembea nalo. Basi endelea kuomba, haujachelewa. Endelea kumwomba Mungu akupe neno, yani usikubali ukatembea kwa neno la mwaka wa jana. Kwa hiyo omba Mungu akupe ufunuo kwamba mwaka huu una mstari gani ambao utasimamia kwenye mambo yako mbalimbali, kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwenye maisha yako kwa ujumla. Kwa hiyo kuna mstari ambao Mungu ataachilia ambao huo ndo utakuwa unatembea nao mwaka mzima. Lakini ombi letu la sita, nikasema kwa habari ya kutanua mipaka, hema yako iongezeke ya kiroho kusoma neno, uwe na mipango mkakati ya kuongezeka kwenye kusoma neno, uwe na mipango ya mkakati ya kuongezeka kwa habari ya mambo ya kiroho. Watoto wa kiroho waongezeke, wahubiri wengine Injili, waokoke. Lakini wale ambao umeshawahubiria wafatilie, ili wakue na kuongezeka. Lakini nikasema ombi letu la sita, ombi letu la sita, hilo ni ombi la sita. Sasa leo tunaingia ombi la saba, Alafu tutaangalia la nane, la tisa na la kumi, na tutakwenda kuhitimisha hivyo. Ombi letu la saba, ombi letu la saba ni kuiombea hii miezi kumi na mbili yote, kuikamatia miezi kumi na mbili mapema kabisa. Omba, huu ni mwezi wa kwanza, hebu tuombee hili, ni lango ni alfa. Kwa hiyo hebu omba kwa ajili ya huu mwezi, kuna mambo mengi sana mwezi wa kwanza na kuna watu wengi wanapambana, kuna ada, kuna vitu mbalimbali, hebu omba. Inawezekana wewe tayari ada ipo kwenye akaunti, lakini kuna mtu ambaye hajui anaipata wapi. Hebu omba kwa ajili ya watu mbalimbali mbali, Mungu afungue milango ili watoto wetu waende shuleni wasikwame mahali popote. Tumwambie Mungu kwa ajili ya huu mwezi wa kwanza, lakini pia wa pili na mpaka ule mwezi wa kumi na mbili, ombea hiyo miezi yote, iweke wakfu mbele za Bwana, lakini ombea masaa yote, masaa yote ombea majira yote. Haya ni maombi, kwa hiyo ni muhimu sana. Ombea majira yote asubuhi, mchana, jioni, usiku kwenye mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita. Ombea asubuhi, ombea mchana, ombea jioni, ombea usiku, lakini ombea dakika zote. Kumbuka kwamba ni mwezi wa kwanza, leo ni siku ya pili. Omba shikilia mapema, kila dakika isemeshe, kila sekunde isemeshe kwamba Mungu ingilia kati, tunakataa magonjwa, tunakataa mauti, tunakataa ajali. Kwa hiyo kila sekunde tayari umeshaikamatia kwa maombi, na Mungu ni mwaminifu. Lakini hapa hapa utaunganisha na mipango yako, kuombea mipango ambayo umeipanga au unamwomba Bwana akufanyie kwa mwaka huu. Kama ni ujenzi, mwambie Mungu. Kama ni kununua kiwanja, mwambie Mungu. Kama ni kazi, unaomba Mungu mwaka huu asikupite kama ni ndoa omba Mungu nikumbuke kwenye hilo eneo. Wewe mwenyewe unajua ni mahitaji ya namna gani ambayo unayo, natamani kupeleka mbele za Bwana. Kwa hiyo tunapata nafasi kwenye ombi letu la saba kupeleka ajenda au mipango ambayo tuko nayo kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita. Tunaingia kwenye ombi letu la nane, tunaingia kwenye ombi letu la nane. Omba roho saba za Mungu. Omba roho saba za Mungu kile kitabu cha Isaya kumi na moja mstari wa pili. Ukisoma pale unakutana na roho saba za Mungu. Kuna roho wa Bwana, omba roho wa Bwana awe juu yako. Omba nguvu za Roho Mtakatifu kwenye huu mwezi wa kwanza, mwambie Mungu nijaze nguvu, roho ya neema na maombi, roho ya hekima, roho ya maarifa, roho ya ufunuo, roho ya kumcha Bwana omba hizi roho saba za Mungu, Mungu akaachilie ufunuo. Unaposoma neno la Mungu upate ufunuo. Yes, omba Mungu akupe hizo roho saba, Mungu ajifunue kwenye hizo roho saba, kwenye maisha yako Mungu ajifunue. Lakini ombi letu la tisa, ombi letu la tisa, omba kwa ajili ya afya. Omba kwa ajili ya afya uwe na tabia ya kuombea afya yako. Omba kwa ajili ya afya yako, kama ni mwanandoa omba kwa ajili ya afya ya mwenzako. Kama mmepewa familia ya watoto, ah, umepewa watoto, ombea afya za watoto wako, mwambie Mungu aingilie kati kwa habari ya afya. Mungu aingilie kati kwa habari ya, ya afya, na ninaamini Mungu ni mwaminifu. Andika hii mistari hapa, andika kile kitabu cha Yakobo moja ya mstari wa tano kwa habari ya hekima hapo lakini pia andika wafalme wa kwanza moja wafalme wa kwanza moja mstari ule wa nne ah wafalme wa kwanza moja mlango wa nne ishirini na tisa hadi thelathini na nne wafalme wa kwanza mlango wa nne ishirini na tisa hadi thelathini na nne baada tunakutana na mtumishi wa mungu Sulemani kamaomba mungu habari ya hekima na mungu akaachilia hekima kubwa sana ya maisha yake. Kwayo, uh, kwa hiyo tutakwenda mbele za Bwana kwa maombi haya na ombi letu la mwisho, omba uwepo wa Mungu uende pamoja na wewe. Mungu asikuache mwaka huu. Kila mahali, kila wakati Mungu awe pamoja na wewe. Lakini kumbuka kwamba Mungu unapomwomba awe pamoja na wewe vigezo na mashariti huzingatiwa kumbuka kwamba yeye ni mtakatifu. Napotamani kutembea naye lazima uwe na tahadhari kwamba unaenda naye wapi. Unaenda naye wapi? na wakati hi fulani, nilikuwa nikifundisha vijana, nikawauliza swali moja tu, nikawaambia, je, uko tayari kutangulizana na wazazi wako wote wawili kila mahali? Yaani kila mahali, uko tayari kwenda nao vijana wakatafakari, wakasema wakata, haiwezekani kwa sababu <laughs> kuna sehemu huwezi kwenda naye. Kwahiyo kuna mahali ambako baba au mama, kama kijana mwenye tabia ambayo sio nzuri, kuna sehemu zingine hautatamani kwenda na mzazi wako, kwa sababu sio sehemu nzuri. Kwahiyo sasa, unaposema kwamba uwepo wa Mungu uende pamoja na wewe, unaenda pamoja na wewe wapi? Kwahiyo lazima uwe na tahadhari hapa, tamani kwenda naye mahali ambako unajua kabisa kuna usalama, mahali ambako kuna utakatifu, sio unaenda naye ba, sio unaenda naye kwenye mambo ambayo ni anasa. Kwa hiyo ni muhimu sana, unapotamani uwepo wa Mungu uende pamoja nawe, uangalie njia zako, omba Mungu akusaidie, mwambie Mungu, nisaidie kwamba ninapokwenda na wewe, ninapotembea na wewe, nisiende mahali ambako sio, ukasababisha ukaniacha, kwa sababu Mungu akishaona kwamba mambo hayaendi vizuri, anakuacha hawezi kuambatana na wewe kwenye mambo ambayo sio mema. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha kwamba unapomwomba Mungu uwepo wa Bwana uende pamoja na wewe, basi hakikisha njia zako zinakuwa njema, na kwa nguvu zetu hatuwezi, tunahitaji neema ya Mungu kama ambayo tumeomba ili Mungu akuwezeshe kuishi maisha mazuri ya kumpendeza yeye, ili kila siku uwe pamoja naye asikuache. Basi wakati huu tutaingia kwenye maombi, tutapata muda mzuri hapa wa kusukuma maombi. Haya ambayo tumeyaangalia. Kwa hiyo tutapata nafasi ya kuomba Mungu aachilie nguvu zake Roho Mtakatifu. Ni nikuombe usimame na wenzetu pia, mnaofuatilia kwa njia ya mtandao, hapo ulipo, kama ukiweza kupiga magoti kama uko nyumbani au ukiweza kusimama pia, ni vyema ukapata nafasi muda huu kuingia kwenye maombi. Nitakuongoza kidogo, lakini nitakuacha uendelee kuomba. Lakini kama hujaokoka bado, ni muda mzuri wa kutengeneza na Bwana. Nitakuongoza sala fupi kabisa ya kuokoka naomba usimame. Mtumishi wa Mungu, basi fuata na mimi maneno haya machache, sema: e Mungu Baba, ninakuja kwako, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote, ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike leo tarehe mbili kwenye kitabu cha uzima, na ufungua moyo wangu siku ya leo tarehe mbili mwaka wa elfu mbili ishirini na sita ninafanya maamuzi ya kukupokea Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na wasamehe wote waliyeniumiza. Ninafanya maamuzi ya kuachilia, ili Bwana uwepo wako uende pamoja nami katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, amen. Basi wakati huu nenda mbele za Bwana kwa haya maombi ambayo tumeomba, mwambie Mungu lile jambo ambalo unahitaji Mungu afanye. Ninajua iko mipango ambayo uko nayo, umeiandika. Tunakwenda mbele za Mungu saa hii kupeleka, na dakika ile ya mwisho pia nitaomba nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akujaze nguvu ya kuomba, uongezeke katika maombi, uongezeke katika somo, unaposoma neno la Mungu uone upako katika kusoma kwako. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu, tunakushukuru, wewe ni mwaminifu, ni mwema sana umekuwa pamoja nasi e Bwana, tangu siku ile ya mwaka wa jana ambao, Bwana, tarehe thelathini na moja, lakini tumeingia mwaka mwingine, mwaka wa elfu mbili ishirini na sita, na leo ni siku ya pili. Baba, tunasema asante, wewe ni mwaminifu Bwana. Baba, pokea utukufu na heshima zaidi sana. Mungu, tunaomba toba, tunaomba rehema popote ambako tumekosea kama wanadamu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, iko mipango ambayo tunayo, tunaileta mbele za uso wako kila mmoja aliyoko hapa na wale wanaofuatilia kwa njia ya mtandao iko mipango yako mambo mbalimbali, wameandika wengine, bado hawajaandika kwa kalamu ya kibinadamu ya kawaida, lakini yako kwenye ufahamu wao. E Mungu mtakatifu, baba wa rehema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaeleta kwako hayo maono, ninaleta kwako hiyo mipango. Bwana, ukatufanikisha katika kila hatua, katika jina la Yesu na kwa damu ya ye Yesu Kristo wa Nazareti. E Mungu mtakatifu, wengine e Bwana, yamkini tayari wamepata mtaji, wanataka wafungue biashara. Mungu ukabariki hiyo biashara katika jina la Yesu Kristo. Wengine wanakuomba kwa habari ya kazi, Mungu ukaachilie neema ya kazi. Wengine wanakuomba Bwana kwa ajili ya ndoa zao, Mungu ukaachilie neema katika ndoa zao, kukawe na furaha na amani. Wengine wanakuomba kwa habari ya kuoa na kuolewa, Mungu ukawape hiyo neema na hicho kibali katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba tunaomba hata kwa ajili ya afya afya zetu e Bwana zikae vizuri. Tunaomba kwa ajili ya mioyo yetu Ika ya salama kabisa, isipate shida yoyote katika upumuaji, mfumo wa upumuaji tunaoombea katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Baba, ninaomba kwa ajili ya figo zetu zisifeli, bali zikapate kukaa sawasawa sawa. Ninaomba kwa ajili ya ini, ninaomba kwa ajili ya mifupa, ninaomba kwa ajili ya mfumo wa damu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo tunakataa magonjwa tunakataa mashambulizi katika afya zetu katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Baba ninaomba uponyaji kwa wale wote wanayeumwa. Ponya e Bwana wanayesumbuliwa na kisukari, ponya wanayesumbuliwa na kansa, wanayesumbuliwa na magonjwa mbalimbali. Yesu Kristo ninaomba uwaponye, maana Yesu Kristo wewe ni Bwana ambaye unaweza kuponya unaweza kufungua. Kwako hakuna lisilowezekana, yote kwako kwa yanawezekana Bwana katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti na ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu, ninakemea kila mashambulizi katika Asia katika China na Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti ya hai Mungu amesema, angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza. Baba tunang'oa kila mapando ya adui, tunang'oa kila roho za kipepo, tunang'oa kila roho za mizimu, tunang'oa kila roho za ushirikina katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, ngoka achia katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Baba asante, tunaomba kwa ajili ya mwaka huu, miezi yote kumi na mbili tunaiombea, miezi yote tunaiweka wakfu. e Bwana, hiyo miezi tunaitamkia neema, tunaitamkia kibali, tunaitamkia ushindi, tunaitabiria baraka, miezi yote kumi na mbili na siku zote na masaa yote na majira yote, asubuhi, mchana, jioni na usiku, na dakika zote na sekunde zote Baba, tunaziweka wakfu katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Tunakataa ajali, tunakataa magonjwa, tunakataa mauti, tunakataa hasara, tunakataa roho zote za mkwamo, tunakataa roho zote za upinzani kwenye ulimwengu wa roho, tunavunja katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Hai Mungu, ukaachilie wa kuvuka katika kila eneo katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Na Mungu katujibu maombi yetu ambayo tumekuomba kwa mwaka huu, e Bwana, ili mipango tulio nayo na Bwana ukatufanikishe katika jina la Yesu Kristo Mnazareti na kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti liya hai andaraba shandarabasaka rimandarabasako roboshikiri ya bandala Yentele bokori ya makaraba kasira. Baba, tunaomba zile roho saba zikajizilishe kwenye maisha yetu ya kiutumishi. E Bwana Mungu, ninaomba Roho Bwana akashuke juu ya kila moja moja. Roho Bwana kama vile ulivyoshuka oh, kwako Yesu Kristo alivyoshuka Roho Bwana alishuka juu yako na umesema mwenyewe Roho Bwana yu juu yangu kwa maana amenipaka mafuta ili kuhubiri habari njema, ili kufungua waliyefungwa, kuganga waliyevunjika mioyo, katika jina la Yesu. Na sisi e eh, Bwana, siku ya leo tarehe mbili, tunaomba roho Bwana shuke juu yetu, roho Bwana shuke juu yetu, roho Bwana shuke juu yetu. Tupokee upako wa kuomba, tupokee nguvu mpya, tupokee nguvu ya roho Mtakatifu, tupokee nguvu ya kuponya magonjwa, tupokee ya kutenda miujiza, tupokee nguvu ya kusoma neno, tupokee nguvu, rika shanda rabasaka, roho pana furika ndani yetu, tujaze nguvu ya kuomba, tujaze nguvu ya kuomba na Roho neema na maombi utujilie juu yetu, rapoko shandarabasaka rikamaka shandarabasaya, mjaze mama huyu mjaze baba huyu mjaze kijana huyu ambaye ana kiu na wee, umesema ya kwamba mwenye kiu aje anywe, na sisi tunayo kiu Bwana, mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita tunatamani na tuna kiu ya kutembea kwa viwango vingine, ee Bwana, tujaze mafuta Roho Bwana, shuka juu yetu. Roho Bwana shuka juu yetu. Roho Bwana shuka juu yetu, rakosha ndarabosaka ripakuri ya makashanda reketere makasakata rapokuri ya makashanda tuna pokea huo ujazo wa Roho Mtakatifu, tuna furika ndani yetu. Roho Bwana furika ndani yetu, Roho Bwana furika ndani yetu, ili tutumike kwa viwango vingine, maana pasipo wewe hatuwezi, rikokosaka repakosha tabayanda repakuria makasaka rekendere bashenda kati china na Yesu ninakuombea kwa imani, pokea nguvu za Roho Mtakatifo, pokea ujazo wa Roho Mtakatifo. Roho Bwana akushukie kwa nguvu, akushukie kwa moto, akushukie kwa uweza, akushukie kwa nguvu rakataa ya makosa rekenderebakuri ya mashenda reketene makori ya makaramandira nguvu ya Mungu ijae ndani yako, hicho kikombe kijae na kufurika ikorobosak a makasira orikanerebakoria sika mito yako ijae, mito yako ijae, mito yako ijae, na ukawe sababu ya kusababisha mito mingine ijae kupitia wewe, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Jaa nguvu za Mungu aliye hai, jaa nguvu za Mungu aliye hai, jaa nguvu za Mungu aliye hai, jaa nguvu za Mungu aliye hai. Pokea yo nguvu ya Mungu aliye hai, pokea yo nguvu ya Mungu aliye hai pokea nguvu ya Roho Mtakatifu, pokea nguvu ya Roho Mtakatifu, pokea nguvu ya Roho Mtakatifu, chaa ndani yako, chaa ndani yako, ili unapotembea uwe na nguvu za Mungu rakapasatayamana repakori ya makasaka. Unapoombea wagonjwa, wapokea uponyaji. Unapofungua vifungo vya mapepo, vikawachie watu, ili watu wawe huru. Unapohubiri Injili, nguvu za Mungu ziwe juu yako, upako uwe juu yako. Unapofundisha, upako uwe juu yako rapokosa kata repakose kepaya. Unaposoma neno la Bwana upate ufunuo, Bwana akufunulie na usikie upako wa kusoma neno katika jina la Yesu. Ule uzito wa kusoma neno kuachie katika jina la Yesu, na Roho ya Bwana anayefunua kwa jina la Yesu akufunulie ile siri iliyoko kwenye neno la Bwana katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Na huo upako unapopita unapoachiliwa, Bwana aponye na magonjwa ambayo yanaku sumbua kwenye viungo vyako. Bwana ponye na magonjwa. Bwana ponye na hiyo kansa. Bwana ponye na hiyo kisukari. Bwana ponye na hiyo presha. Bwana ponye na huo uvimbe. Bwana ponye na hiyo magonjwa yote katika jina la Yesu. pokea uzima katika jina la Yesu, uzima katika jina la Yesu. Bwana atembee na wewe, uwepo wake uende na wewe, akushike kwa mkono wake, akuvushe kwenye majaribu mbalimbali, akupe na mlango wa kutokea, akuvushe kwenye milima na mabonde rapakosa kapaya rekete paya mandoria ropoko saka rapakorya saka maana, amesema mwenyewe, usiogope kwa maana mimi niko pamoja na wewe, usifadhaike kwa maana ni Mungu wako. Usifadhaike baba, usifadhaike mama, yuko Mungu wako, yuko Mungu mwenye nguvu, anayeweza kukuvusha kwenye hiyo ndoa, anayeweza kukuvusha kwenye hilo jaribu, anayeweza kukupigania kwenye huo uchumi, katika chini ya Yesu akupe kazi wewe ambaye bado hujapata kazi. Akupe mume wewe ambaye bado hujapata. Akupe mke mwema wewe ambaye bado hujapata. Akupe neema na kibali na utukufu wake ukufunike, na utukufu wake ukufunike. Utembee kwa ushindi, utembee kwa ushindi, utembee kwa ushindi. Bwana aondoe kila kizuizi kwenye maisha yako. Bwana aondoe kila ukuta kwenye maisha yako, kila jambo unalolikamata na kulifanya kwa mikono yako likafanikiwa likafanikiwe likafanikiwe. Hiyo mikono, panaibariki, panaibariki. Mikosi yote, laana zote, kila roho ya uharibifu kwenye mikono yako tunaipua katika jina la Yesu tunailipua kwa moto, katika jina la Yesu tunailipua kwa moto, katika jina la Yesu. Hiyo mikosi ikuachie kwenye mikono, hiyo mikono iwe baraka. Unachogusa chochote kikafanyike baraka. Hata kama una biashara, unaanza taratibu taratibu, Bwana kuinue kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, maana ni Bwana wa kuzidisha, maana ni Bwana wa kuzidisha. Na Yesu ni yeye yule, jana, leo na hata milele, aliyebariki ataendelea kubariki katika jina la Yesu. rapakosha kapaya rekete makosa kapela korya mashanda rabakorya rikanda rabasaka rabasika rikanda rabakorya makala mandira reketerebosekete rapakora makashanda rikanda rabakorya makaranda rekende rebokoro bokoria Bwana asikie maombi yako, Bwana asikie maombi yako. Bwana alinde na mji wako, Mungu alinde na biashara yako, Mungu alinde na hiyo kazi hata kama kuna vita, Bwana akupe neema ya kupenya katikati ya vita. Bwana akuinue katikati ya vita. Bwana akuongezee mshahara katikati ya mapambano. Bwana akuongezee na cheo katikati ya mapambano rapokosekepa reketere makasira rikana makoria oribo shekere boshanda. Bwana akuinue, Bwana akuzidishe, Bwana akupeleke viwango vingine kiroho katika jina la Yesu. Tembee tena kama mwaka 2025, huu ni mwaka mwingine. Bwana achilie upako mwingine, Bwana achilie upako wa kutembea nao mwaka 2026, hs Bwana achilie upako wa kutembea nao mwaka 2026. Baba asante hata kwa ajili ya kanisa lako, ninaliombea kanisa e Bwana, mwaka 2026 Mungu, umetuvusha umetupigania 2025, tumeuona mkono wako, tumeuona uweza wako katikati ya mapambano lakini Bwana umekuwa pamoja nasi Baba, mwaka elfu mbili na ishirini na sita ninaliombea kanisa. Yee Bwana, Bwana utupeleke viwango vingine, kukawe na ibada zenye nguvu zako, kukawe na mikesha yenye nguvu zako, kukawe na semina zenye nguvu zako, kukawe na mikutano yenye nguvu zako. Bwana ukashuke ukajitwalia utukofo, Bwana ukashuke ukajitwalia utukofo mpaka mafuta mabichi watumishi wako watakaosimama kwenye ibada mbalimbali mbali. kwenye mikutano mbalimbali mbali. kwenye semina mbalimbali pana shuka na moto, viwete wakatembe, vipofu wapate kuona, mabubu wapate kusema, wenye magonjwa apoke uponyaji, ili kanisa bwana oriboshakarabasheketere basaka rekapaka saka paya rekenderebakorya makashanda kandere bo korya bakasira katika china ra Yesu Kristo, utukufu ni wako Yesu. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya siku ya leo, asanteta kwa ajili ya sadaka ambazo tunakwenda kukutolea sadaka ya shukrani Baba, ninakushukuru. Tunaombea hizo sadaka, e Bwana, saa hii Mungu ukatubariki, bariki na kila mmoja ambaye yuko hapa anayefuatilia pia mtandaoni. Mungu ukaguse na sadaka yake na haya maombi, e Mungu lisipungue hata ombi moja bali ukamjibu sawasawa na mapenzi yako yale ambayo ameyaomba kwa imani. Mungu ukamguse kuanzia leo, akaone wema wako, akaone fadhili zako, na ulinzi wako ukawe juu yetu. Tunapotoka hapa, Bwana utulinde ututunze katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Na mahali hapa pia kwenye madhabahu hii e, eh, Bwana tunaomba ulinzi wako, na tunaomba kwa ajili ya watumishi wako wote wanaitumika mahali hapo Bwana. Utukufu na heshima Mungu tunarudisha kwako, maana unastahili. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kushukuru amen. Basi tuseme neema, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu Kae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Basi wakati huu tutatoa sadaka, tutakuwa tayari kwa ajili ya kwenda kwa sababu tumeomba kwa pamoja moja